Waandishi wa habari wa siku ya leo, nimeomba mfike ili kuweza kuwaeleza namna gani ambavyo Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza limejipanga kufuatia ugeni zito kabisa wa kiongozi wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi mbalimbali mbali, ambao watafika katika mkoa wa Mwanza kwa shughuli za kikazi shughuli za kitaifa hapo tarehe kumi na tisa mwezi huu wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nimewaita kuwaeleza namna ambavyo jeshi lenu la polisi ambavyo limejipanga katika kuendelea kuweka mkoa wa Mwanza salama. Ndugu waandishi wa habari, kama ambavyo inafahamika, ugeni huu ni mkubwa sana hivi sasa tunapoongea tayari mkoa wetu umefurika watu, nyumba za kulala wageni zimefurika watu, barabarani magari yamefurika, mitaani watu wamejaa watu. Na viongozi mbalimbali wameendelea kuingia katika mkoa wetu na wataendelea kuingia katika mkoa wetu, hivyo ni jukumu la jeshi la polisi hakikisha kwamba linaweka mkoa salama na tulivu, na linafanya hivyo ukishirikiana na vyombo mbali, vyombo vya usalama vilivyoko katika mkoa wetu, lakini kubwa zaidi linafanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi ambao siku zote ndio wamekuwa wadau wetu wakubwa. Ndugu waandishi wa habari, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza limejipanga kikamilifu kuhakikisha kuwa hali ya ulinzi na usalama inaendelea kuwa shwari katika maeneo yote ya mkoa wetu wa Mwanza hususani jijini hapa wakati wote waziyara, wa ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wengine wa kitaifa ambao watakuwa katika mkoa wetu. Kama ambavyo nimesema, mkoa wa Mwanza tayari umekwisha pokea wageni wengi kutoka katika maeneo mbalimbali wageni ambao watashiriki kwa namna moja au nyingine kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayotarajia kufanyika tarehe kumi na tisa mwezi wa sita mwaka huu 2025 hadi hapo tarehe ishirini na moja mwezi wa sita mwaka huu 2025. Ndugu waandishi wa habari katika kuhakikisha kwamba mkoa wa Mwanza unaendelea kuwa salama na ulinzi unaimarishwa mahala pote. Jeshi la polisi limeweka mpango kazi wa doria katika maeneo yote. Mpango kazi wa kiulinzi katika maeneo yote umefanya hivyo kwa kuweka askari wa kutosha katika maeneo yote muhimu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 umeimarishwa sambamba na hilo ndugu waandishi wa habari tumeimarisha ulinzi wa askari katika maeneo yote ambayo kwa sasa yana mikusanyiko mikubwa ya watu na kuna ambapo kutakuwa na ongezeko, kwenye barabara ambazo zina ongezeko kubwa la makundi yanayotumia barabara